Zamani za kale, kulikuwa na sungura mjanja sana, ini fisi mwenye nguvu lakini mzembe na mvivu wa kufikiri ulioingiza si sahihi. Waliishi kijijini jirani na msitu mkubwa, lakini kila mara fisi alimkejeli sungura kwa kuwa mdogo na dhaifu. Siku moja wakati wa kiangazi kikali, ardhi ilikuwa imepasuka kwa ukavu, mito ikakauka na chakula kilipotea. Wanyama wengi walihangaika kutafuta chakula, lakini sungura hakuwa na wasiwasi. Alikuwa amejiandaa mapema akikusanya mizizi, matunda na nafaka na kuihifadhi kwenye pango lake dogo salama msituni. Fisi kwa uvivu wake alikuwa akitegemea bahati tu. Alipohisi njaa ikimzidia, aliamua kwenda kwa sungura. Kwa sauti ya kutisha alisema, sungura, nipe chakula chako haraka, la sivyo nitakumeza mzima. Sungura kwa akili na utulivu akajibu, fisi ndugu yangu, chakula changu ni kidogo mno lakini najua mahali kuna pishi kubwa la asali lililoachwa na nyuki baada ya kuhamia mbali. Kama uko tayari, twende nikakuonyeshe. Fisi akafurahi kupita kiasi, akawaza, leo nimepata huyu mdogo, atanipa baraka bila jasho. Wakaenda hadi kwenye mti mkubwa uliokuwa na shimo chini yake. Sungura akasema, hii hapa ni njia ya kuingia ndani ya mzinga, ingia haraka kabla nyuki hawajarudi. Fisi kwa tamaa na haraka akajibana kwenye lile shimo, aliingia kwa tabu Akasogea ndani, lakini ghafla akakwama. Hakukuwa na asali, lilikuwa ni tundu la fisi mwitu wa zamani ambalo sasa limechimbika vibaya. Sungura aliruka juu ya mti na kucheka kistaarabu. Fisi, nguvu zako si lolote bila akili. Umenitisha kwa muda mrefu, lakini leo umepata funzo. Fisi alijaribu kujitoa, lakini alikwama zaidi. Alikaa humo hadi jioni alipookolewa na wanyama waliokuja kumwonea huruma. Funzo la hadithi: Akili ni silaha kuu kuliko nguvu pekee. Usimdharau mnyonge kwa sura au sauti. Huenda ndiye mkombozi wa kesho.